Kwa jina Yusuf Kapula Ndali ni mkazi wa eneo la Kitengwe, wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Sisi ni wazaliwa wa hapa hapa Kitengwe na tumezeekea hapa hapa. Tunashukuru sana sana sana rais sana, wetu mama Samia ma, ma, ma, ma hela mengi unaona sasa manyumba eh? Meleta wake zetu wake, wake mke wangu mi mimi nimemleta na siku leo tatu, lakini hali yake nzuri sana sasa hivi tumeachiwa, yani namshukuru sana sana rais sana, sana, wetu, wakiwa pamoja na mbunge wetu Bashi. Mlolongo wao ulitoka kwa rais ukaingia kwa mbunge mpaka ukafikia uka, uka, uka, uka hapa hapa, tunashukuru sana sana. Mimi kwa jina ni Maria Jeremia ni mzaliwa wa Kitengwe, shule nimemaliza 2012. Nimezaliwa kumi na mbili mwaka 1999. Natoa shukurani zangu kwa rais wangu Samia Suluhu Hassan kwa kutusogezea zahanati hapa Kitengwe. Mwanzo tulikuwa tunahangaika sana, tulikuwa tunaenda wilayani Nzega. Kwa sasa hivi huduma imekuwa karibu hapa Kitengwe. Nampa hongera sana, nampa pongezi kubwa sana aendelee na moyo huo huo. Zamani tulikuwa tunapata matatizo mengi sana tulikuwa tunaenda wilayani, sasa hivi imekuwa hospitali karibu hapa Kitengwe. Tunashukuru sana mwanzo, mama zetu walikuwa wanapata shida sana wakati wa kujifungua, wengine walikuwa wanajifungulia njiani. Sasa hivi kituo kipo karibu. Hata ukianza kumwa watu utembee tu, kama nyumba ipo karibu, na tembea tu, unafika. Shida hamna kabisa. Namshukuru sana rais wangu.